Majina yangu ni Elinaike Joffrey Naburi natokea shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC. Hali ya mchezo ilikuwa nzuri leo, ndio mechi yetu ya kwanza ya netball kati ya TPDC na BOT, na tunashukuru tumecheza vizuri na kufanikiwa kuchukua ushindi kwa magoli 41 kwa 5. Mashindano ya wa msimu huu si marahisi kwa sababu kila timu imekuja imejiandaa, lakini naamini kupoteza mchezo mmoja sio kwamba tutapoteza mingine na sisi pia tumekuja tumejiandaa bado tuna games nyingi zimebaki na naamini tutafanya vizuri katika michezo iliyobaki. Naitwa Gumbo Bagari Muhando ni kocha wa timu ya Maliasili na Utalii. Okay, michuano hii ya Mei Mosi kwa msimu huu mnahisi tofauti na msimu uliopita? Ah, inafanana. Huwezi kusema ni tofauti la inafanana lakini tunashukuru sana, uh, imekuja Singida. Tunajaribu kubadilisha mazingira. Mwaka jana ilikuwa Arusha lakini mwaka huu uh, ipo hapa Singida. Kwa tunaendelea kupambana, tunawashukuru uongozi pia kuleta mashindano mkoa huu wa Singida kufahamiana na watu mbalimbali mbali, kwenye mkoa huu wa Singida na kuweza kujua vitu mbalimbali. Kwa tuna mshukuru sana tunawashukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha pia kuweza kufika hapa. Mimi naitwa Jafet Mamboleo. Ni kocha wa, wa Azina Sports Club. Ah, japo haijachezwa michezo mingi, lakini kwa mchezo wa leo tu unanipapisha nanipapisha moja, kama mchezo wa Mei Mosi wa mwaka huu si mchezo, kwa sababu kama tumecheza leo hii ndio raundi ya kwanza tumecheza hivi na wajamaa kama fainali sasa, siamini inakuja mbele itakuwa vipi. Majina anaitwa John Frank Makatoba. Niwaite tu mashabiki wetu wa Hazina kwamba tuko pamoja, timu yao ndo hii na tupo hapa kuwaburudisha, kuonesha soka likoje kwa wafanyakazi kwamba na sisi tupo tunacheza mpira, tuna enjoy hivyo. Tunahamasisha na wengine walioko nje hapa kwamba wanaweza wakacheza mpira na wakafanya kazi.